Na wakenya mnafaa mshukuru sana, kwa sababu Albert Ojwang kufa kwake ni kumetetea watu wengi wa Kenya, wengi ni sacrifice zimefanyika kwa niaba ya maisha yake. Serikali nzima imejaa Freemason. Alafu mnataka kwenda kufunga Freemason hall. Na wakati ni wenyewe ndo wanachama wa huko ndani. Kuona msilipie, mnaenda kufunga. Kazini mtoa ma sacrifice. Unasema mmefunga na mna underground rooms ambao mnaingia chini mkifanya ibada zenu. Mambo vipi bwana? Na leo nimekuja na exclusive nyingine kuhusu Albert Ojwang. Jamani, mtoto bado ni mdogo jamani. Miaka 31 haifai kuuliwa. Serikali hii ya Kenya ni serikali gani? Eh? Jamani, mdogo tu jamani, mnamua. Kisa nini? Mtu amekaa tu nyumbani, mnakuja mnambeba, mnaenda mnamua, mnamua alafu mnataka kusingizia hospitali kwa ndo imemua, tabia gani? Ni serikali gani hiyo? Na mimi nilikuwa nawaambia tangu enzi za Ezekiel kuwa hii serikali ni serikali mbaya, lakini hamkunisikia hiyo siku Albert alio kuja kubebwa kwao kutoka nyumbani akapelekwa akatransferiwa mpaka Nairobi, alikuwa amekuja kushuka. Kwa sababu nini? Kama mnakumbuka, shida yake kubwa iliyofanya uliwe ni gani hmm? na wakenya mnafaa mshukuru sana, kwa sababu Albert Ojwang kufa kwake ni kumetetea watu wengi wa Kenya wengi, ni sacrifice imefanyika kwa niaba ya maisha yake, eh sacrifice imefanyika. Mimi mnaona tu ni kitu cha kawaida. Kwa nini mtu anaongelelewa dunia nzima sasa hivi? Kwa nini kufa tu kwake inaongelelewa parliament, ama mjaona bunge wakianza kuongea mambo ya Albert Ojwang? Hamjaona? Nataka kusema pia muelewe kwa nini anaongelelewa, kwa nini mtu mmoja ndo anaongelelewa peke yake. Huyo ni mtu aliyekuwa ni shujaa sana na damu yake isingeachwa mpaka angeuliwa. Hawezi niambia mtu anakata seli anakufa bure, ama mtu anagongwa tu mpaka anakufa. Lazima kuwe na njama. Kwa nini? Alafu nyinyi Wakenya Kenya mkiambiwa ama watu wengine mnaona kuwa sisi tunadanganya tunafanya tu content amna lolote. Na nyinyi ni wapumbavu sana mtaendelea kufungwa akili na kufungwa akili na mtamalizwa mtamalizwa, mpaka mwisho mtakuwa hamfu kabisa. Kenya tabaki na wanyama tu. Tabia mbaya. Serikali yetu ya Kenya ni serikali ambayo haifai. Nino. Mmeanza kutoa wanyama sadaka mpaka sasa hivi unatoa binadamu sadaka. Kwa nini? Albert Ojwanga kufa kwa kawaida. Albert Ojwang kufa kawaida. Na hichi kifo cha Albert kimehusiana na serikali na nakimuunganisha mpaka na kifo vifo vilivyofanyika Shakahola, sehemu ambako watu walikuwa wanazikwa, na huyo mchungaji wenu alikuwa anaitwa Ezekiel na Mackenzie. Hivyo vifo vilivyofanyika ni, ni ni organization ya watu fulani ambao wana ni wanasiasa na wachungaji wasanii, na hayo maeneo maeneo yao ya kufanya sacrifice yote, wanaenda wanazika watu, ndio hivyo vilifanyika kuhusu Albert Ojwang. Hivi subiri kwanza, nataka niwaulize swali nyinyi wa Kenya ama watazamaji mnaoniangalia sasa hivi eh? Mnanisikia vizuri swali hili?